Sisi kazi yetu ni moja tu, kufunga safari kwa ajili ya kutimiza ndoto za washindi wa, wa PMbet. Safari nyingine kutoka Dar es Salaam mpaka Segese Kahama, kwa ajili ya kumkabidhi mshindi wa Toyota Harrier ambaye amepatikana kupitia promosheni ya Royal Win Plus. huyu hapa ni James C. Bupina ambaye ndiye mshindi wetu wa leo kutoka hapa Kahama. Ulipokeaje kwanza taarifa baada ya kuambiwa wewe ndio mshindi wa gari hii kutoka uh, PMbet? Kwa mara ya kwanza sikuweza kuamini kwamba ni kweli lakini baada ya kuangalia ID yangu nikaona kweli ndo mshindi. Nimepokea hii zawadi kwa furaha kubwa sana. Unajishughulisha na nini sasa Bwana James? Mimi najishughulisha zaidi na uchimbaji wa madini ya dhahabu. Na kuna zawadi kubwa umewahi kushinda kabla ya zawadi hii ambayo tunakukabidhi leo? Zawadi ya juu kabisa niliyokula ni milioni kumi. Mchezo gani pendo ambao unaucheza mara nyingi ukiingia kwenye kasino ya mtandao ya pmbet? Avieta, avieta sasa unawaambiaje watanzania ambao walikuwa hawaamini kama mambo haya yanawezekana? PMbet sio kampuni ya kibabaishaji, ni kampuni iliyosajiliwa kwa sheria za Tanzania. PMbet inalipa, na wewe kwa kushiriki michezo ya kasino ya mtandao unaweza ukawa sehemu ya ushindi kutoka Royal Win Plus kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ama ukipiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, utakuwa umejisajili na PMbet na kushiriki michezo ya kasino ya mtandao. Huenda na wewe ukawa mshindi ajaye na tukakuletea kama ambavyo tumemkabidhi Bwana James leo hii.